Kwa jina naitwa Mariamu Muhamed Chimbwai, ni diwani wa kata ya Chuno manispaa ya Mtwara Mikindani. Nam mtazamaji wa Faruku Online TV, hapa ni ukumbi wa ofisi ya kata ya Chuno iliyopo hapa halmashauri ya manispaa ya Mtwara Mikindani, ambapo leo hii basi diwani wa kata hii ya Chuno Mheshimiwa Mariamu Chimbwai kwa mara ya kwanza ameweza kufanya mkutano wake wa WDC mara baada ya kuwa diwani wa kata hii. Mengi yamezungumzwa hapa ikiwemo maswala ma mazima ya maendeleo kata hii ya Chuno. Kipi ambacho kimezungumzwa? kime karibu sana uweze kusika kile ambacho pia kimejadiliwa hapa kwa kina zaidi kuhusiana na maendeleo ya kata hii ya Chuno. Hii ni Faruku Online TV na mi aita Faruku Mwanangonyani wenye vitu a Fanyeni vikao vikaa mitaa yenu ili wananchi wajue nini mnafanya katika vikao vyenu. Msikose vile vile kuambia wananchi au wanamtaa mapato na matumizi ya mtaa. Mnauza viwanja, munauza majumba, asilimia zile zitumike kwenye serikali ya mtaa. Mimi nakaa mtaa majengo, nampongeza Samili, kikitokea mauzo asilimia yake anua tiles kwa ajili ya ofisi. Hili ni moja ya matumizi. Kuongela sana sana, fanyeni ili kuondoa majungu. Nini mnafanya muwe wazi, watu wajue, kinapatikana nini, kinatumikaje. Hilo ni jukumu lenu, natoa agizo hilo mlitekeleze. Sisi sasa hivi tuna operation inaitwa tukuze au tuboreshe amani ya Tanzania nzima. Kwa hii Tanzania nzima ili fanikishe na maana tunaanza na kata, kata vijiji vyetu mitaa, tunakwenda na ngazi za wilaya mpaka mwisho wa siku Tanzania nzima kwa ujumla. Lakini pia kitu kingine kinasema hii amani haitaweza kukamilika kama hakutakuwa na uzalendo wa sisi wenyewe ambao tunaweza kuitekeleza amani yetu ikafika kwenye mustakabali mzuri wa kuleta ule uzalendo ambao tunautaka toka zamani. Nadhani hata kipindi cha Mwalimu Nyerere wanasema amani ndiyo tunu ya, ya taifa. Bila kuwa na amani hakutakuwa na maendeleo yoyote, hata yo tunayojadili kuhusu maendeleo hayatakuwepo. Kitu cha pili ambacho nilipenda niongelee sana, ili amani iendelee na tuweze kupata maendeleo lazima kuwepo kuna ulinzi. Sasa ulinzi wa kata yetu sisi ya Chuno kwa kipindi hiki haujawa imara kwa sababu gani? vikundi vyetu vya ulinzi shirikishi vimekufa, vingi vimekufa, naweza nikasema. Kwa hiyo cha kufanya ni nini? Ni tuhamasishane, tuweze kuviuisha vile vikundi, ili viweze kufanya kazi ambayo itafanya mitaa yetu kwa ujumla ikakaa katika hali nzuri. Lakini hapa kuna changamoto nyingi ambazo zipo kwenye kuuisha vikundi, sababu vingine unaviuisha leo, baada ya wiki mbili vinakufa, baada ya mwezi vinakufa. Sababu ni kwamba wengine wanasema hatutaki kuingia kwa sababu tuna mambo mengine. Wengine wanasema tu, hata tukiingia kwenye hivyo vikundi hatulipu ipasavyo. Kwa hiyo kuna changamoto mbalimbali mbali ndogo ndogo ambazo tunaweza tukakaa tukaka, ili tuweze kuzifanyia kazi. Niwaombe Chuno hii ni yetu, tukifanya vizuri sifa ni zetu wote, mimi na nyinyi watendaji, pamoja na wenye viti wote, lakini hata wananchi wa Chuno nao watakuwa na wata furaha tukafanye vizuri tukasimamie vizuri miradi na hilo toka nipo jukwani ndo kitu ambacho nilikuwa nakisema siku zote, lazima nikasimamie vizuri. Sitoweza kutamani kuona kwamba fedha zimefika, lakini tulichokitarajia hakipo. Hivyo wananchi wa siku hizi sio wale wa zamani, lakini pia mimi nimegombea nafasi hii si kwa bahati mbaya, hapana nimetamani yale mapungufu ambayo mwenzangu anayo, mimi nikayarekebisha. Sasa si tukubali kuona vitu vile vinafanyika alafu mimi nakaa kimya, si kweli. Kitu ambacho kinanikosesha amani kabisa ni swala la miundombinu, maji atakavyokuwa yanajaa. Mimi wakati nilikuwa mjumbe wa serikali ya mtaa, maji yakijaa kwenye majumba ya, ya, ya wananchi hapa, wakiniambia nenda kagawe unga kati ya watu ambao walikuwa wataki, mimi mmoja wao, nilikuwa natafakari sana ameingiliwa na maji ndani kwake, vitu vimeharibika vingi, naenda kumpa unga kilo mbili. Kuna hali sana nilikuwa najisikia, nilikuwa na, namkwepa mwenyekiti wangu hapa, akiniambia nenda kasema, mimi naambia sasa mimi nauma siwi ni kumbe, nilikuwa nakimbia kwa sababu kuna kitu ambacho nilikuwa kinani kinani nani ndani ya moyo wangu sikuwa nakipenda. Hata hii huu mradi ambao umekuja sasa hivi wa tactics, ambao wa barabara, mimi nilitegemea sana utakuja kwenye kwenye kwenye kwenye, kwenye, kwenye mifereji siku ile wanatangaza pale, kuna kitu fani kilikuwa kinaniumiza kwenye moyo wangu lakini kwa sababu imeshakuwa nilikipokea, lakini mimi kati ya vitu ambavyo kipaumbele changu cha kwanza ni swala la maji. Ondoa maji, yanaumiza sana. Umeshatafuta vitu vyako vingi, umeweka ndani, una nini, mtoto wako amaliza chuo huko, ana chichi chake kiko ndani, kimeloa maji. Mwisho wa siku nafasi za kazi zinatoka, hawezi kwenda kuomba kwa sababu uthibitisho pale yana, akianza kufuatilia fedha ni nyingi, hawezi tena. Hicho kitu mimi kinaniumiza mpaka kesho na natamani yani, hapa mtu kwa ingekuwa ndo unalala tu, mama Samia hapa ananiuliza hii hey, cha kwanza nini, namwambia maji, toa maji Chuno, cha kwanza hicho. Lakini pia nachukua fursa hii kumshukuru waziri wa vijana, na bahati nzuri ametoka kwenye kata yetu. Siku ile ya mkutano wa mama Samia, wakati amekuja hapa, alisema mimi ni refly sana, nilijua sasa mwisho wa maji unakwenda unakwenda kuishi na tumuombe, kwanza kazi yake ni ngumu, lakini pia na hili najua mimi nitasukuma na yeye ataendelea kusukuma huko nam kutokea hapa ukumbi huu wa ofisi ya kata ya Chuno iliyopo hapa manispaa Mtwara Mikindani, mimi sina ziada. Matumaini yangu basi, umesikia kile ambacho pia umepaswa kusikia kuhusiana na kile ambacho kimejadiliwa kwenye WDC ya kwanza ya diwani ya kata hii ya Chuno, mheshimiwa Mariamu Chimbwai. Mimi naitwa Faruku Ngonyani, hii ni Faruku Online TV. bye. bye.